kiukweli alikuja hapa yule waziri kwa kwa kwa foundation ya uwanja hapa. Siku hiyo alipokuja hapa yakazungumza mengi 1 aliyozungumzwa thelathini na nane milioni phase 1 Mheshimiwa Ruto kama mwaka hii, kiwanja hiki kimetengenezwa first one. First one kama hizo pesa kugawanya kwa hizi counties kaunti ya Kwale imezidi ufisadi. Kwa hivyo mheshimiwa, tunaomba kwamba sisi huku hatuielewi, hatuna mbunge sisi hapa, hatuna kansela, hatuna yote hapa sisi. Tunaomba kwa kwako mkutau Ruto, utusaidie sisi wanashahiji wako wakichukwa, huu uwanja uweze kutengenezeka kwa haraka sana wezekanavyo. Sisi kilio chetu kikubwa ni uwanja serikali lituletea mradi wa kiwanja lakini na tunashangaa kiwanja kikuisha na watu waliondoa vitu vyao wakaondoka. Kilio chetu hiki kiende kwa Mheshimiwa Ruto tujue, sisi watu wa Lunga Lunga tuko Tanzania ama tuko Kenya? Na kama tuko Kenya basi ni kiwanja chetu, tunahitaji kitengenezwe. Inasemekana kiwanja kimetolewa milioni 38 lakini unashangaa mpaka dakika hii uwanja ni desert. Na mpira ni ajira za vijana, inapunguza ulevi miadarati. Hata huyu beja alitoka Lungalunga lunga. lakini tunashangaa mpaka dakika hii Lungalunga imetupwa. Sisi tunataka tuulize ile haki yetu iko wapi, ya, ya ahadi zote ambazo zimetolewa zime na viongozi wetu wa Kwale kaunti kila wakija huku wanaongea mengi, stima mtapata, maji mtapata, e, sijui uwanja mtatengenezewa, maendeleo yote chenyeo, hapa hatuoni lolote. Kwa hiyo hicho ndio kiliochea, nafikiri hata ukija Lungalunga ukiambua kiwanja chenyewe ndicho hiki hapa, utashangaa bado ni matope na kuna maduta maduta waliweka ya kokoto, wachezaji ndio wanaambua kwamba watacheza hapa. Sisi tunalilia kiwanja. Tatizo lote kubwa sana ni kiwanja.